Masomo ya misa takatifu. Somo la kwanza: Yohane wa kwanza sura ya tatu mstari wa saba hadi kumi. Somo katika barua ya kwanza ya mtakatifu Yohane. Wanangu, asiwadanganye mtu. Atendaye uadilifu ni mwadilifu, kama yeye alivyo mwadilifu. Atendaye dhambi ni wa Shetani, kwa maana Shetani ametenda dhambi tangu mwanzo ube mwana wa Mungu ametokea kusudi ayavuje matendo ya Shetani. Kila aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, kwa sababu begu ya Mungu imo ndani yake. Huyo hawezi kutenda dhambi, kwa sababu amezaliwa na Mungu. Watoto wa Mungu na watoto wa shetani hujulikana hivi: kila asiyetenda maadilifu wala hampendi dugu yake si wa Mungu. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Zaburi ya kuitikizana. Zaburi sura ya 98 na mstari wa kwanza, kisha 7 hadi 8 na tisa. Kitikio: miisho yote ya dunia imeuona wokovu wa Mungu wetu. Miisho yote ya dunia imeuona wokovu wa Mungu wetu. Mwibieni Bwana wimbo mpya, kwa maana amefanya mambo ya ajabu mkono wake wa kulia na mkono wake mtakatifu umemletea ushindi. Kiitikio: miisho yote ya dunia imeuona wokovu wa Mungu wetu. Bahari na ivume na vyote vijazavyo, dunia yote na wote wakaao ndani yake. Miito na ipige makofi, milima na iibe pamoja kwa furaha. Kiitikio: miisho yote ya dunia imeuona wokovu wa Mungu wetu mbele ya Bwana kwa kuwa anakuja kwa kuwa anakuja kuihukumu nchi atahukumu ulimwengu kwa haki na mataifa kwa adili kitikio miisho yote ya dunia imeuona wokovu wa Mungu wetu Mara nyingi na kwa namna nyingi Mungu alisema na mababu zetu kwa njia ya manabii; siku hizi za mwisho amesema nasi kwa njia ya Mwana. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Utukufu kwako, E Bwana. Yohane sura ya kwanza mstari wa 35 hadi 42. Wakati ule, Yohane alisimama tena huko pamoja na wawili wa wanafunzi wake, akamwona Yesu akipita jiani, akasema, Tazameni mwanakondoo wa Mungu wale wanafunzi wake wawili waliposikia hayo walimfuata Yesu. Yesu akageuka akawaona wanaomfuata akawauliza, mnatafuta nini? Nao wakajibu rabii, inayotafsiriwa mwalimu, unakaa wapi? Akawaambia, njoni mtaona. Wakafuatana naye, wakaona wakashida kwake. Siku ile ilikuwa saa kumi. Andrea nduguye Simon Petro alikuwa mmoja wa wale wawili waliomsikia Yohane na kumfuata Yesu. Huyo alikutana kwanza na Simoni nduguye akamwambia, "Tumemwona Masia." Inayotafsiliwa Kristu. Akampeleka kwa Yesu. Yesu akamtazama akasema, "Wewe uu Simon mwana wa Yohane, utaitwa Kefa." Inayotafsiliwa Petro. Ijili ya Bwana. Sifa kwako, e Kristo.